Hivi unafahamu kwa nini PID yako imekuwa ikijirudia mara kwa mara? Yaani unatibia tatizo la PID lakini baada ya muda fulani unashangaa changamoto inarudi. Haya ndiyo mambo ambayo yanaweza kupelekea PID yako ikawa inarudi mara kwa mara. Jambo la kwanza ni kujitibia wewe e, mpenzi wako ukamwacha. Kama ulishiriki tendo la ndoa na mwanaume wako ama mpenzi wako, anaweza akachukua wale bakteria akakaa nao, utakapojitibia baada ya kumaliza dawa, ukija kukutana naye anakurudishia wale bakteria, kwa hiyo utakuwa haujafanya kazi. Lakini jambo la pili ambalo unapaswa kulifanya ni kwamba unatumia dawa ambazo sio sahihi. Eh, wengi wanaweka dawa ambazo za kupachika ukeni. Sasa dawa ambazo unatumia kupachika ukeni inaenda kuua wale bakteria ambao ni normal flora katika sehemu zako za siri na kupelekea kukosekana kwa ulinzi. Uh, na kuwa ni rahisi maambukizi kwa yanatoka yanarudi yanatoka yanarudi, inakuwa ni ngumu kuweza kupona. Lakini jambo la mwisho ni usafi binafsi. Baadhi ya wanawake hukuta hawazingatii usafi, hasa akiwa kwenye period, anatumia pedi moja kwa siku au anavaa nguo ndani anairudia. Sasa hii inapelekea kuzalisha wale bakteria kwa urahisi na kupelekea changamoto yako kutopona kwa urahisi. Kwa hiyo kama ulisha tibiwa PID, hakisha unazingatia hayo mambo mawili, lakini kama una changamoto hiyo haujapata matibabu, basi tunaweza kuwasiliana na kukupatia tiba ambayo itakusaidia ndani ya mwezi mmoja ukawa hauna tatizo la PID.